Kwa majina naitwa Meri Kesi Mashirindi, nasoma shule ya sekondari Kana. Nashukuru kwa karibu na mazingira ya shule, kwa sababu tunapata faida nyingi. faida ya kwanza, tukiwa karibu na shule tunapata muda mwingi wa kujisomea, na tunafaulu vizuri katika masomo yetu. Tunajiepusha na makundi mabaya. Kwa mfano kama mtu anakaa mtaani anakuwa na na makundi mabaya, anajihusisha na makundi mabaya, kwa hiyo inaweza ikawa sababishia hali yaache shule. Kama mtu anakaa shuleni, mzazi hawezi aka- akatoa kodi anamlipia tu chakula. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea shule karibu. Mama yuko kazini.